Lakini kabla tujatoka ndani ya studio, tukuache na taarifa hii, ambapo hospitali ya Aga Khan pamoja na daktari moja imeagizwa kumfidia aliyekuwa mgonjwa katika hospitali hiyo shilingi milioni 157 kwa madai ya utepetevu. Katika uamuzi wake, Jaji Alexander Muteti alisema hospitali hiyo na daktari wake walitepetea katika utendakazi wao wakati wa kumfanyia upasuaji Naila Qureshi na kubadilisha maisha ama kuhatarisha maisha yake kwa kumtoa mfuko wa uzazi bila ridhaa yake. Muteti alisema malalamishi yaliyowasilishwa na Naila yalithibitisha wakati wa kesi hiyo iliyochukua kipindi cha miaka kumi na nane. Ruth Wamboi anazamia taarifa kuhusiana na kesi hiyo iliyoanza mnamo mwaka 2007 katika kipindi hicho, na imeshughulikiwa na jumla ya majaji kumi. Jumatano katika mahakama ya Milimani kitengo cha kushughulikia uhalifu Naila Qureshi akisubiri kwa hamu uamuzi uliochukua kipindi cha miaka 20 katika safari yake ya kutafuta haki kufuatia itilafu za upasuaji. Upasuaji huo uliofanywa mnamo mwaka 2005 na 2006 ulimwachia hali ya kutoweza kujifungua tena. Katika kipindi hicho cha miaka miwili, hospitali ya Aga Khan kupitia kwa daktari wake Rafik Paka inasemekana kutekeleza upasuaji huo uliosababisha kuharibika kwa mfuko wa uzazi na Naila na kumvurugia maisha. Akitoa uamuzi wake, jaji Alexander Muteti alisema hospitali hiyo pamoja na madaktari wake walitepetea kazini. Jaji Muteti alisema baada ya uchunguzi wa kina, Naila alikubali kuondolewa kwa mfuko wake wa uzazi pamoja na ovari lakini madaktari wakamfanyia upasuaji na hata kumtoa mlango wa kizazi bila kupata ridhaa yake. And and And and after 18 years I got justice and victory. And, uh, a big thanks to my lawyer. Alliance international cases and local cases. Naila akiwa mwenye furaha alisema japo kesi hiyo ilichukua muda mrefu hatimaye alipata hake. Baada ya miaka na mikaka, ilikuwa ni furaha mpwitompwito kwa mgonjwa Naila Qureshi baada ya kupata haki ya utepetevu wa matibabu. Ruth Wamboi nikiripotia darubini, kutoka Mahakama Kuu ya Milimani.